Hujambo mtazamaji wa mtandao wetu wa Tanzania Eye TV, kabla ya taarifa hizi na kuomba uchukue sekunde moja tu ubonyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele kiko hapo kando uh, ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania Eye TV na usisahau kubonyeza alama ya like. Sasa siasa katika taifa la Tanzania baada ya uchaguzi ambao ulikuwa patili kukamilika zinaendelea kuchukua mkondo mwingine. Hatimaye serikali ya Samia Suluhu Hassan imefikiwa kwa kupokezwa matamshi ambayo ni ya kusema ya kwamba Suluhu Hassan ambaye ni rais afungwa mdomo ghafla. Nani amemfunga mdomo na ni kivipi amefungwa mdomo? Sasa kuna chama cha kisiasa nchini Tanzania kutoka mrengo wa upinzani kinaitwa ACT Wazalendo, wameamua kumfunga mdomo Rais Samia Suluhu Hassan kwa kusema hivi, vile unavyotazama hapo kwa skrini yako. ACT Wazalendo Serikali isitishe mara moja vitendo vya vitisho, umesikiza, kamata kamata na ukandamizaji dhidi ya wananchi na viongozi wa vyama vya upinzani nchini. Madai ya wananchi hayajajibiwa kwa risasi, kubambikia kesi wala propaganda. Hila hizo zote haziwezi kuzima sauti ya watu wanaodai haki na mabadiliko ya akweli. Mwenye amesema matamshi hayo sio mwingine ila tu ni kiongozi wa ACT wa Zalendo hapa Tanzania, anaitwa Dorothy Semu. Amemfunga Rais Samia Suluhu Hassan kwa kusema serikali yake lazima isitishe, yaani ikomeshe mara moja vitendo vya vitisho haswa kwa Watanzania na mambo ya kamata kamata, yani utekaji nyara na ukandamizaji dhidi ya wananchi. Katika siku za hivi majuzi, tumeona mwanasiasa akizungumza, akikosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan, anakujiwa na anapelekwa mahala ambapo hakujulikani, lakini watu wakipiga makelele, tunashuhudia vituo vya a polisi ama jeshi la polisi likisema hao ndio wanamshikilia. Lakini kuna siku zimepita tisini na nane sasa, Humphrey Polepole ambaye alitekwa nyara mwezi wa kumi tarehe tano mwaka jana hadi kufikia sasa hajulikani alipo, baada ya kuonekana kutoa siri za serikali kwa sababu wakati mmoja alikuwa balozi. Sasa hakujulikani alipo. Kufikia sasa, mambo ya ukamataji ama utekaji nyara unaendelea, mambo ya kurushiwa vitisho wakati unaikosoa serikali yanaendelea katika taifa la Tanzania na kiongozi wa chama cha Chadema Tundu Lissu naye na amezuiliwa gerezani zaidi ya miezi tisa sasa asa. Na hata sisi wa Tanzania tunashindwa cha kufanya sasa. Ndio maana ACT Wazalendo kupitia kiongozi wao ambaye ni Dorothy Semu amejitokeza na kufunga mdomo serikali iliyopo mamlakani kujitenga na masuala ya kukamata na kukandamiza wananchi hapa Tanzania kwa sababu kuna uhuru wa kujieleza. Na tumeona mabadiliko mengi yakifanywa na Rais Samia Suluhu Hassan haswa kwa serikali yake. Yule ambaye alikuwa waziri wa masuala ya nchi na ama, masuala ya, ama wizara ile ya ndani na nchi Simba Simbachawene wakati alikutana na jeshi la polisi akawambia ya kwamba waachane na mambo ya kukamata watu kiholela. Hakumaliza chini ya masaa kumi na mawili, Rais Samia Suluhu Hassan aliweza kumnyamazisha kwa kumtoa katika baraza la mawaziri na kiti hicho kikaweza kukabidhiwa Makonda, kumaanisha katika taifa la Tanzania iwe huko katika serikali iwe haupo katika serikali ukionekana ukizungumza ama ukienda katika njia ya wananchi lazima serikali itakuandama. Simba Chawene alikuwa mmoja wa viongozi serikalini ambao walionekana kutetea wananchi, haswa kupata haki yao, kwa sababu aliweza kuwaambia jeshi uh, la polisi Achana na mambo ya kukamatakamata kamata kiholela wananchi pasipofuata sheria, na huenda kwa sababu serikali ya sasa ya Samia Suluhu Hassan haitaki hayo kuzungumzwa, kwa sababu serikali yake ndio inaendesha shughuli hizi. Sasa ikaabidi nafasi yake ichukuliwe na mtu mwingine baada ya kukaa kwa wizara hiyo ya mambo ya usalama kwa siku hamsini na mbili pekee, na nafasi hiyo iliweza kuchukuliwa na mtu anaitwa Patrobas yes Katambi ambaye alikuwa naibu waziri. Na sasa ACT Wazalendo wanasema lazima wananchi wa Tanzania waweze kupata haki yao, lazima wale wote ambao wametiwa mbaroni wako katika magereza mbalimbali mbali kwa sababu ya siasa. ACT Wazalendo wameomba serikali ya Samia Suluhu Hassan kuwaachilia wote wanasiasa na wale waliokamatwa wakati wa uchaguzi nchini Tanzania, kwa sababu kulikuwa na maandamano hapa na pale. Uh, wengi waka shikwa kwa sababu wa kusemekana ya kwamba wako na kosa la uhaini. Sasa ACT Wazalendo wameomba pia serikali ya Samia Suluhu Hassan kuachana na mambo hayo na kuachilia huru Watanzania wale ambao waliweza kutiwa mbaruni. Na katika uongozi wa sasa wa Samia Suluhu Hassan umeweza kukumbwa na sintofahamu nyingi, kwa sababu tumeona mataifa mengi yakijiondoa kwa kuleta misaada katika taifa letu la Tanzania kwa kile ambacho kinasemekana ni uongozi ambao ni patili ama uongozi wa kiimla ambao hauendani ama mienendo yao ni tofauti na vile uongozi unastahili. Na hivi majuzi tuliona aa, Samia wetu hapa Tanzania akishinda tuzo ya kuwa mtawala mbaya duniani, akashinda wanaume kumi ambao walikuwa wanashindana katika tuzo hiyo ambayo ilikuwa inaendeshwa ama kura ambazo zilikuwa zinaendeshwa na shirika moja la kimataifa ambalo linaitwa Index on Censorship na tukaona uh, Samia Suluhu Hassan amekabidhiwa uh, tuzo ya kuwa mtawala mbaya zaidi ulimwenguni. Na sisi Watanzania tunapitia mengi na hata tukiwa Mbeya tunapitia mengi, lakini tunaomba tu siku moja Mungu atasikiza video vyetu na kutujibu ili tuondoke katika uongozi wa kimla, kwa sababu ukiongea vibaya unakujiwa na unachukuliwa hatua kali. Kufikia hapo, naomba kutamatisha kanda hii, lakini na nakuomba ikiwa wewe unatutazama kwa mara ya kwanza, wewe ni mgeni, hauja subscribe na kuomba tu bonyeza patoni ya subscribe ipo hapa chini na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV na usisahau kuponyeza e, patoni ya like. Asanteni sana.